Akizungumza wakati mkuo wa kufungua mkutano mkuu wa Chama cha Makatibu wa Afya Tanzania, mkuu wa mkoa wa Tanga, Balozi Batilda Buriani kwa niaba ya waziri wa afya amesema mchakato huo ufanyike haraka. Nimetaarifiwa kuhusu mchakato wa kuanzisha chombo kimoja kwa ajili ya kusimamia kada zote za afya nchini, lakini pia nimeambiwa tayari ninyi mlishaanza mchakato wa kuundwa kwa baraza leni ambalo tayari hatua ya awali za kuandikishaji wa andiko limekamilika. Ninamwagiza katibu mkuu wa wizara ya afya, na bahati nzuri Dr. Temba yuko hapa, kuhakikisha mchakato huu unakamilika haraka na kwa wakati, ili kuondoa changamoto ya baadhi ya kada kutokuwa na baraza ya taaluma. Awali mwenyekiti wa Chama cha Makatibu wa Afya Tanzania, Juliana Mawalla amesema kukosekana kwa baraza hilo kunasababisha kutokuwepo mtiririko sahihi wa masuala ya kinidhamu na fursa nyingine, kwa watumishi wa nafasi hiyo. Yaliyo inasababisha kukosekana kwa mtiririko sahihi wa masuala ya kinidhamu especially kwa hii kada professional misconduct kwa kada hii, kwa sababu baadhi ya mashauri, akitenda kosa katibu wa afya, shauri lake linapelekwa moja kwa moja mahakamani. Badala kupelekwa kwenye baraza la taaluma ambapo sisi hatuna. Aidha, kuwepo kwa baraza hilo litasaidia kutoa ushauri juu ya mafunzo kwa vyuo vinavyozalisha wataalamu wa kada hii kuliko kukusanya maoni kutoka kwa mjumbe mmoja mmoja. Changamoto ya pili ni baadhi ya taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Afya kutotambua kada ya makatibu wa afya katika miundo yao. Kwa hiyo tunaiomba Wizara ya Afya kulichukua swala hili. Aidha, katibu mkuu wa chama cha wauguzi Tanzania Chacha Geofrey amewataka makatibu hao wa afya kuhakikisha wanasimamia haki, hasa kwenye masuala ya uhamisho wa watumishi ambako pia kuna malalamiko. Wauguzi wanaamini kwamba kupitia makatibu wa afya nyiye kama rasilimali watu, wauguzi wamekuwa na kilio cha kuhamishwa, yani muuguzi anaweza akafika eneo la kazi akaambiwa, wewe leo unahamishwa kituo fulani na kama hata mtu anahama basi ahame kwa mujibu wa hiyo mimi nayoisimamia, na, na si vinginevyo kwayo, ninaamini katika hilo mtaweza. Mkurugenzi msaidizi wa Wizara ya Afya, Dan Temba amesema watafanyia kazi mambo yote yaliyoelezwa na watumishi hao. Tutaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba tutaendelea kufanya kazi moja kwa pamoja kwa kuhakikisha sekta yetu inaendelea kusogea mbele na kuendelea kupendeza na kuwahudumia wananchi lengo letu kubwa ni kuhakikisha wananchi wetu wa Tanzania wanapata huduma bora, na sio huduma bora tu, ni zile huduma ambazo zinatatulia matatizo yao ya kiafya, na ili wote waweze kuwa nguvu kazi imara ya katika taifa hili katika kuchangia maendeleo ya taifa letu. Kutoka hapa mkoani Tanga, Rajabu Athumani, Mwananchi Digital.